Asante sana hii ume, ume, ya mayai unauza wewe? Unauza yeah, ya kwako ni ya kwako mayai. Unga ni gaili hapa, mwanangu, acha nimzabie, shika hii hapa, sawa. Mimi hiyo nimekugaia tu mdogo wangu asikia, kwa vile umeingia yai bure mi nimekugaia. Hela ngapi yapo shilingi ngapi hiyo? Eh, utakunywa chai uta nini? Nigee chumvi kidogo, nikee chumvi kidogo. Chumvi na keki kidogo. Eh. Nipa kwenye mfuko unekee hapo kidogo. Bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi, ama tunaweza tukasema kwamba siku yako ikifika imefika tu, hata wafanye nini. Kama Mungu ameitenga hiyo kuwa siku yako, basi inaweza kawa ndo siku yako hata watu wafanyeje, lakini kama Mungu ameipitisha basi ni kweli itakuwa imepita, duniani mpaka mbinguni. Sasa hayo ni maneno ama misemo tu ambayo unaweza ukaisema kwa wakati huu, mara baada ya kuweza kuitazama hiyo video clip ambayo nimekuwekea hapo. Ni video clip ambayo inamwonesha mtoto mtoto mdogo ama kijana mdogo wa kiume ambaye alikuwa anafanya biashara zake, biashara ya ku